Karibu uh, mtazamaji wa Global TV Online na leo tunafanya uh, preview kidogo kuhusiana na michuano ya Sport Pesa Super Cup ambayo ilifanyika jijini Nakuru, mji wa nne kwa ukubwa nchini Kenya, ikiwa ni muda wa saa tatu kutoka jiji Nairobi kwa usafiri wa gari. Timu nne kutoka Tanzania ambazo uh, ni Simba, Yanga, Singida United na JKU Uh, zilishiriki, lakini timu nne kutoka Kenya, mabingwa watetezi wa, wa, wa michuano iliyopita, Gor Mahia uh, FC Leopards, ambao ni wapinzani wao wakubwa uh, Kakamega Homeboys pamoja na Kariobangi Sharks, hawa uh, samaki kutoka nchini Kenya pia walishiriki uh, michuano hiyo imeisha kwa Gor Mahia kuchukua tena ile kombe kwa mara ya pili, na sasa wamepata zawadi au naweza kusema kwa sababu ni zawadi ya fedha dola elfu thelathini na zawadi ya kwenda kucheza na Everton kwenye uwanja wa Goodison Park, ikiwa uh, ni timu ya kwanza ya Kenya inacheza na timu ya ligi kuu. Kabla kama mnakumbuka, wale waliokusanyika mastaa kwa pamoja, lakini sasa ni, ni Gor Mahia peke yake inaongozwa na kocha Dylan Kelly ambaye ni kocha wa zamani wa klabu ya Simba ya Dar es Salaam. Michuano ilivyokuwa, kama mlivyoona, ilikuwa na mambo mengi ya kujifunza. Siku ya kwanza ilionyesha kama ni haikuwa nzuri kwa Tanzania kwa sababu uh, walianza Yanga kutolewa kwa kufungwa uh, na timu ya Kakamega Homeboys ambayo ilikuwa inacheza mechi ya kwanza kimataifa au mechi ya, ya kwanza na timu ya nje ya Kenya. Wakafanikiwa kuifunga Yanga kwa mabao matatu kwa moja na kwa surprise, walipokwenda JKU mechi ya pili, wakaondolewa kwa kufungwa kwa mabao matatu kwa bila na mabingwa watetezi uh, uh, Gor Mahia uh, watu wakaona Wakenya wakawa wakisema siku ile tupo kwa uwanjani kwamba wao wanachokifanya ni kuziondoa timu zote za Tanzania, sasa wabaki wao, kwa sababu walitarajia siku ya pili itakuwa hivyo, lakini siku ya pili matumaini kidogo kwa Tanzania yakaamka, baada ya Simba kufanikiwa kushinda kwa mikwaju ya penalti dhidi ya Sharks Kariobangi, alafu Singida United nao wakaitandika um, uh, Leopards wakaenda, kwa hiyo ikawa ni timu mbili za Tanzania na timu mbili za Simba. Ikakutana uh, kwenye uh, nusu fainali, timu ya kwanza kwenda fainali ikawa ni Simba kuchana na Simba. Singida United wakafanikiwa kuwa wa tatu. Simba wakafungwa kwenye fainali kwa mabao mawili kwa bila, na uh, uh, Gor Mahia wakawa mabingwa kwa, kwa hiyo mabingwa Gor Mahia, wa pili ni uh, Simba na watatu ni Singida United. Uh, ukiangalia hii michuano ilivyokuwa ilionyesha wazi kabisa timu za Tanzania kwa mara nyingine zimefanya kosa lile lile. Mfano, angalia Simba wamecheza mechi tatu uh, mbili afya tatu ni ya fainali. Hakuna hata mechi moja wamefunga bao ndani ya dakika tisini. Mechi zote wameingia kwa mikwaju ya penalty kwa sababu ilikuwa ni knockout mechi zote. Kwa hiyo, Simba wakufunga bao hata moja kwa sababu walimwacha John Boko, alikuwa mgonjwa, Oku ilielezwa ilikuwa mgonjwa lakini bado inaonekana si hivyo. Lakini kuna wachezaji kama kina Ndemla alibaki kwa sababu walitaka kusaini mkataba mpya. Kichuya pia alibaki, alikuja baadaye lakini unaona kuna ile michuano ambaye amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa Mo Awards, yani kiungo bora katika Mo Awards lakini hakuwa na msaada mkubwa kwa sababu inawezekana concentration haikuwepo na You know, inaonekana pia viongozi wa Yanga na viongozi wa Simba hata ikiwezekana hizo JKU wameshindwa kuambia wachezaji wao muhimu wa hii michuano, kwa sababu kwa timu kama ya Tanzania au Kenya kwenda kucheza Godson Park, ukiwa unapelekwa, unagharimiwa kila kitu, ni soko kubwa sana kujitangaza na faida yake ni kubwa. Lakini sasa, unaona wameshindwa kabisa ku, kufanya chochote kuhakikisha uh, wanafanya vizuri. Mimi nilivyoiona kwamba, uh, nafikiri timu za Tanzania sasa zinabidi kuamka kwa sababu michuano hii ni mifupi sana. Mechi tatu tu unapata nafasi ya kwenda Godson Park. Uh, timu ikiwa inahudumiwa kila kitu, timu ikiwa inapata kila kitu. Plus zawadi ambayo unaiona, mfano michuano ya Kagame ni ya wiki mbili mfululizo, ni michuano ya kukutanisha mabingwa, lakini zawadi ni kama hiyo, na naweza kusema zawadi ya kwenye michuano hii ya Sportpesa Super Cup ni kubwa zaidi. Ni kipindi cha timu za Tanzania sasa kuanza kuona umuhimu wa michuano hii, viongozi kuhakikisha inapofikia kipindi hiki basi wanapeleka timu imara, kwa sababu kama Simba ingekwenda na Okwi, ingeenda na Kichuya, kwa wakati ingeenda na Ndemla, mi naamini ilikuwa ni vigumu sana kwa Gor Mahia kutamba mbele ya Simba, kwa sababu hebu angalia kwa Simba iliyokuwepo ile. Gor Mahia mechi ya kwanza ile kwa ilikuwa imeshinda tatu, imekutana na Singida ikapata shida, imepita, lakini uh, imekwenda kuifunga Simba mabao mawili kwa bila. Simba ambayo unaiona hata huko ilikuwa ikisuasua, jiulize, Simba ingekuwa ipo kamili, walikuwa na nafasi ya kuifunga kweli? Timu nyingi za Tanzania zimefanya michuano hii kama ya kujaribisha wachezaji. Walifanya vile msimu uliopita kukawa hakuna hata timu moja ya Tanzania iliyoingia finali. Wakenya wenyewe kwa wenyewe, Gor Mahia na AFC Leopards wakakutana finali, ikawa dabi ya, ya, ya Nairobi inafanyika jijini Dar es Salaam na mwisho mechi ya uh, uh, Everton wakiongozwa na Wayne Rooney walikuja kucheza uwanja wa taifa wa Dar es Salaam dhidi ya Gor Mahia. Sasa, uh, inaonekana ukipima kama soka la Tanzania limeporomoka, lakini hapana ni umakini wa viongozi na umakini wa wachezaji wenyewe kutambua hiki kinachofanyika ni nini. Kwa sababu ilionekana wachezaji wa, wa Simba baada ya kuwa wamechukua kombe la kuchukua um ubingwa waliona kama kila kitu kimeisha, sasa wanaweza kuwatumia watoto. Michuano hii ina faida kubwa sana kwa clubs na kuna haja ya hata wao kuwashukuru wadhamini wao, kwa sababu mimi ninachokijua ni SportPesa hawasemi na, lakini wanakuwa disappointed kuona Kenya mara kwa mara wanachukua kwa sababu hata wao ni kampuni moja, lakini wangependa kuona siku nyingine na Tanzania nao wa wanashinda, na hasa kwa wale walio upande wa Tanzania. Kwa hiyo ni michuano ambayo faida yake inapaswa iwekwe uh, niseme kwenye kwenye panel ya wale viongozi kuona kwamba tunahitaji michuano, tunahitaji kucheza England, tunahitaji kuwapa uzoefu wa wachezaji wetu kucheza na timu kubwa, no, na ukizingatia sasa hivi Simba inakwenda kucheza michuano uh, ya kimataifa baada ya kuwa merejea na kuchukua ubingwa sasa kwa mara ya kwanza baada ya miaka mitano. Simba Sports Club itacheza tena Champions League michuano ambayo uh, ni migumu kidogo na inahitaji uzoefu na inahitaji maandalizi ya kutosha. Uh, ushauri wa kwa viongozi ni huo, ushauri kwa wachezaji ni huo, uh, niliona mchezaji uh, Ndemla libaki sababu alisema lazima apewe mkataba lakini wiki mbili, wiki moja ambayo angeweza kwenda Kenya, angesaidia Simba kuchukua ubingwa na siku akiingia mkataba na Simba. Wangeenda Godson Park lakini Ndemla sasa anaweza kaingia mkataba na Simba lakini wakabaki hapa Tanzania ambayo ikawa kwake si faida. Kichuya amesha saini mkataba, amekwenda kule amekuwa sio msaada. Wakati angeza, angeconcentrate na match akamaliza, wana nafasi ya kwenda Goodson Park. Amerudi sasa hivi amesaini mkataba wa, alikuwa na uhakika wanasafiri kwenda Goodson Park. Wa Tanzania tujifunze, tubadilike. Timu za Kenya hazina uwezo mkubwa kuliko timu za Tanzania, lakini wao wako serious, wana focus, wana mahesabu, wana wanatambua umuhimu na ubora hiki ambacho kimewekwa mbele na SportPesa hii imekuwa ni mara ya pili, hili ni funzo la pili. Baada ya hapo, nafikiri inabidi tu, tu, tujifunze zaidi. Nafikiri kila kitu mlikifuatilia kwa Global TV Online, tulikuwa kule eh, Nakuru, timu nzima, lakini pia gazeti la Champion lilikuwa kule, imeripoti kile kilichoendelea, na gazeti jipya la michezo ambayo toka kila Jumapili sport, uh, sport extra wanaita, wanaita kata kiu nakata kiu yako ya michezo, kila Jumapili baada ya kuona kwamba watu walikuwa na kiu kisicho katika Jumapili, sasa Sport X haiko pale. Kwa hiyo mlifuatilia mkaona, na sisi leo tunafanya kama review na kuwakumbusha viongozi na wachezaji kwamba Watanzania bado wanahitaji heshima, lakini michuano hiyo Sport Pesa Super Cup ina faida. Uh, zaidi hapo nafikiri itakuwa sina kitu, kama kutakuwa kuna maoni utaandika kwenye peji yetu wakati unafungua kuangalia kwenye YouTube Global TV Online, na usisahau kusubscribe na kubonyeza kile kikengele ambacho kitakufanya unakuwa unapata notification yani kwamba kama kazi imeanza inakwambia Mambo kule yameanza. Ah, niko na mwenzangu anaitwa ah, Hilal Daudi eh, ambaye ndio producer wa kipindi hiki, na mimi ni Saleh Ali Jembe. Nakuambia asante sana kwa muda wako na kutusikiliza. Mpaka wakati mwingine. Ladies and gentlemen, the the champions of the 2018 Super Cup.